Okay, kuna yule mtu ambaye ana umuhimu zaidi kwenye maisha yako. Na yule mtu mwenye umuhimu zaidi kwenye maisha yako unatamani usiweze ku miss notification ama message yoyote kutoka kwake kwenye WhatsApp. Sasa kuna namna ya kuweza kutofautisha message yake inapoingia na message zingine zinazoingia kwenye WhatsApp yako. Sasa kuna namna ya kuweza ku set ringtone specific kwa ajili ya yule mtu pale ambapo message yake inaingia kwenye simu yako. Kwa hiyo hivi ndio jinsi ya kuweza kufanya. Utaingia kwenye WhatsApp yako, then utasearch kwenye, kwenye ile chatting ya yule mtu ambaye ana umuhimu zaidi kwenye maisha yako. Then utabonyeza pale juu kwenye contact info yake, utaona option imeandikwa custom notifications, then utabonyeza, then, then utaiwasha ile neno limeandikwa use custom notifications. Baada ya kuwasha, utabonyeza pale juu kwenye ringtone. Utachagua ringtone specific ambayo unataka, ili uweze kutofautisha zile messages zake na messages za watu wengine kwenye WhatsApp. Baada ya kufanya hivyo, utarudi nyuma. Pale ambapo yule mtu atakutumia message, itaweza kuja na ule mwito tofauti na zile message zingine kwenye WhatsApp, na utajua huyu ni fulani amenitumia message, utaweza kumjibu kwa uharaka zaidi. Natumai utakuwa umenielewa. Kama sasa, kunifollow, like na kushare kwa marafiki zako na familia.